Mbea nisikie, mapenzi yangu, watu hawa ee Mungu, wana kiu na wewe. Nipe usemi usio wa kawaida, wameenda kwenye makongamano mengi, wacha hili likawe ni tofauti, nitumie kwa milango visivyo vya kawaida katika jina la Yesu. Neema yako ikatosha mahali hapa, pakajae watu Usiwepo hata nafasi ya kukaa mtu i kanisa ika ka utukufu wa jina la Yesu. Haleluya sana, naomba niseme hivi hili uh, la kwanza kabisa nimshukuru Mwenyezi Mungu wa iguli aliyenipa fursa bali na neema ya upendeleo kwa baba yetu. Amina. Alleluia. God is not title. Ubaba si cheo. Ubaba ni majukumu. Fatherhood is responsibilities. Amen. Lakini jambo la pili pia nimshukuru uh, mwenyeji wetu Mchungaji Francis Limoto Benjamin.

Hey, gawa metoka mbali gawa barikiwe mpaka kule sheli kule juu akie mpaka ak mpaka sa kutoka mpemba barikiwe, nimefurahi kuona nakaa wakanani kutoka Mpemba. Haleluya, wako safarini kuelekea Dar es Salaam mwezi wa kumi na mbili wameanza safari mwezi wa kumi na mbili wanakuja wanakuja aaku wameanza safari kutoka kutoka Kiwira, barikiwe sana enyegi wetu sana sana, kiongozi katibu George pamoja na Pastor John. Kumwona my brother, my blood brother, nimefurahi kaka yangu mkubwa ambaye sasa ni baba yangu. Asante sana George nyao megi nayokwenda nakuja na yeye ni sini ya kwangu sana, sini ya kimwili, sini ya kiroho, sini ya kiexperience, lakini Mungu ameniruhusu niwe askofu wake Amen. Nampenda sana brother na uh, Mungu akutie nguvu, uishi miaka mingi zaidi Amen. Haleluya. Amen. Mona uh, binti yangu mkeo, baraka uh,

kuulisha amesha tuwaliwa, Joshua amesha nyakuliwa. <laughs> <laughs> <laughs> Alright, atatokezea Pastor Joshua. Bwana asifiwe sana, na timu yote kutoka Dar es <laughs> Salaam, simameni kidogo nione kama mposti, yes, timu kutoka Dar es <laughs> Salaam kama kumi na nane kutoka Dar es Salaam. Kwa hiyo timu nazidi kuja na siku ya Ijumaa tutapokea mgeni mmoja mkubwa sana katika timu ya Dar es Salaam, na anaitwa mchungaji Caleb, my boy. Haleluya! Caleb, mtoto wangu wa mwisho, miaka nane, ndio atakuja ayo, naomba heshima zote akija, teeamoja na kaka yake Jeremia, watakuja wote hapa, itakuwa timu kubwa sana asanteni na neema katika yako na Flora, Mungu ambariki sana. Wamesafiri jana wameingia leo. Na kama mama alivyosema ni mara ya kwanza mimi kuja na mke wangu. Tena tukiwa tumepanda ndege pamoja. Haleluya. Ile ile ile ni kinabii sana. Amina. Very prophetic. Haleluya. Kwa hiyo itakuwa na mambo mazito sana. Tafsiria. Amen. Amen. Amen. Bishop Lugano ni mtoto wangu kabisa. My first born katika ministry. Amen na nilisikia amani, wakati viongozi asema achukue nafasi ya kuwa askofu mkuu wa kanda nikafurahia. Wakati baba anainuka, automatic watoto lazima wainuka. Ona huyu hata yeye anachosema, nasema baba anainuka, watoto wanainuka. Haleluya. Na salamu ni nyingi, sijui itaishia wapi nafikiri naanza kumaliza. Wengine tutasaniana baadaye. Asante. Amen. Amen. Uh, mzee Kabula, kwa kutupokea jana na mke wako binti Kabula. Alright. Alright. na niseme kwamba kongamano hili lina sifa zake. Huko yes, simama pasta, amekaa kule mbali kwa sababu ataondoka. Watoto wako kwa, hebu watoto wake mchungaji, simameni kutoka Tokyo Naona, wapigeni wa, wa makofi wa, kama wale ni watumishi wa Mungu watoto wangu mu, tukui na kila mahali nikienda nikiwa Mbeya wakijua wanakuja. Sasa wanakutana Mbozi, lakini wakasema watue hapa kwanza, wakutane na baba alafu wewe kutoka nonde na kufanya kitu cha ajabu sana <laughs> so, barikiwe sana Elisha, sana so pastor nau barikiwe sana My daughter, he, uh, Sanga nani yule Sanga, heri Sanga, barikiwe na Mungu. Ni mitandao tulionana, unafanya kazi nzuri, Mungu akuinue zaidi na na zaidi zaidi na zaidi. <coughs> kongamano hili si <coughs> la kawaida Amen. Amen. Amen. Yes. Na labda nitoe maonyo kadha wa kadha yes. Onyo la kwanza, hii si seminar. Seminar ni mtu anakuja tu anavyotaka anaenda anaingia kutoka na ni seminar hii si ibada, hii wiki hizi si, si ibada. Ibada ni kitu unaokuja unapotaka na unaondoka no, unapotaka. Hii inaitwa conference. Nataka niongeze neno moja pale, inaitwa homecoming power conference. Ilo neno power iingize kwa nani nani, uko kwenye kwenye computer, ndio eh, utaenda haraka. Inaitwa homecoming power conference 2025 na maana hii kongamano kila baada ya mwaka mmoja inarudi. Kwa hiyo tutakuwa na power conference nyingine 2027, power conference. Haleluya! So kwa sababu hii ni kongamano, ni conference, washirika au wauzuiaji wa conference lazima wawe na akili za kikongamano. Akili za kikongamano, mmojawapo tunajuaga tu muda wa kuanza wa kumalizaga, amilikani sana. Amen, nategemeana na roho siku ile Ye yeah, hapo umenona. Amen. Bwana asifiwe sana. Timo timefaa hii kukona, so uki- tukianza kwa mfano kesho, askofu ametangaza tutaanza ibada ya saa tatu. Manake saa tatu maombi, ovi sijui kuimba imba mpaka saa tano mpaka saa tano kitakuwa tunaweza kipindi cha kwanza saa tano na nusu Yani yeah. saa nne na nusu nyimbo zinaisha, kipindi cha kwanza kinaanza kwani saa nii mpaka tano na nusu leo tunamenya post. Kipindi cha pili tunaanza saa sita mpaka saa saba na robo baadaye tunakula kama chakula kipo, kama hakipo tunafunga, alafu tena tunarudi jioni kuanzia saa tisa mpaka angalau muda wa kuanzia kumaliza saa moja yaani ule muda wa kuanzia kumaliza, ila tunaweza tukaenda mbele kidogo. Kwa nini hii kongamano inafanyika mara moja baada ya miaka miwili? Kwa nini tuwe na haraka? Tumeleta watu kutoka mpengo wako hapa. Watakuwa wanafanya nini tukimaliza saa 12? Wanaenda wapi? Wana? Tumeleta maji kutoka Dar es Salaam. Tumalize kongamano saa 11 na nusu. Wanaenda wapi? Wana? Hebu ngeke mzao kumwambia muangalie ulivi. Na haraka si ya kwenda wapi. Mwambie lione. Hallelujah. Hakuna haraka tuko hapa. Bwana asifiwe sana. Na kwa mantiki hiyo Kongamano hivi itakuwa na mambo makubwa. Wale watu wenye mitazamo ya kidini na mitazamo ya kidhehebu watapata shida sana, kwa sababu vitu vingi vitakuwa vinafundishwa si vya akili, utahitaji uvikamate kiroho iashereewa. Amen. Bwana Amen, asifiwe sana. Tulihubiriwa mahali tutasema wakasema, wakasema mubili ya kiuberi point yako kisha ikamata hata kuondoka nazo, kaondoka kaenda nyumbani, usubiri mpaka mkutano mzima uishi. So jamaa ameshika pointi, anaruhusa atakwenda nyumbani. Umeelewa? Haleluya. So kutakuwa na, naomba friend na team yako wahakikishe everything is in plan, iko vizuri. Na naona tuta tutakuwa na lazima kuongeza taa upande ule kwa mwanga wa kutosha kwetu. Najua taa zinaleta joto. Lakini mwanga ni mzuri kuliko joto. Kwanza ni sio na Islamu. Kwa hata joto liko apiga ni vizuri, ni kwa komeshi tu. So tia mataa huko kwa na mwanga wa kutosha. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na sijui mtafanyaje kuanzia kesho. Wachungaji wengi watakuja. Kwa, kwa, kwa, kwa sababu anayehubiri ni askofu. Kwa hiyo pastors wengi watakuja. Hata ambao si wa dini, wengi watakuja na wakija wapatie viti vizuri. Kwa heshima zao. Mwisho, kabla sijaleta neno, nitaomba washirika wote hapa, baada ya ibada hii tuonane. Washirika wote wa kanisa hili, baada ya ibada tuonane. Ukienda kabla vyamiona kacha kufanya utasahau. <laughs> Haleluya. Watoto wangu wote wamali hapa, tuonane. Kuna kitu na sensi ndani ya moyo wangu, lazima nikiseme kabla kedera kukalaa. So, All right. Are you ready for the tell you, neno <laughs> kichwa cha ujumbe ndio hicho kinaitwa nitalijenga kanisa langu. Tuseme wote pamoja nitalijenga kanisa langu, hiyo <laughs> <laughs> ndio kichwa cha ujumbe wa kongamano hili, na tutasoma neno la msingi, main text, katika kitabu cha Mathayo kumi na sita kuanzia kumi na tatu mpaka kuendelea pale utani displaya maandiko tusaidiana, kila kila kila kila sawa, amini, kwa haraka watu wangu waita, tusaidiana hakikisha kila kitu kiko sawa vizuri, haleluya watu haiumizi watusaazioke, okay? Yeah. Kitabu cha Mathayo kumi na sita kumi na tatu. Nataka display kwa haraka, Mathayo kumi na sita mstari kumi na tatu. Tunasoma maandiko, tusome tu pamoja kwenye screen. One, two, three, four, go basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipo, akawauliza wanafunzi wake, akasema watu unena mwana wa adamu kuwa ni nani? Endelee. Wakasema wengine unena kuu, Yohana Mbatizaji, wengine Eliya, wengine Yeremia, au mmoja wapo wa manabii. Next, next, mstari mwingine unaofata umepotea. Akawaambia, nani mwaninena mimi kwa nani? Songa mbele, ah. Simoni Petro akajibu akasema wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bayona kwa kuwa mwili nadamu havikufunulia hili bali Baba yangu aliye mbinguni. Mstari unaofuata unaosoma kwa herufi kubwa, yani kama wewe unayesoma, tatu, na... Na wewe kwa unaosoma kishindo kwa kusisitiza: moja mbili tatu. Nami nakwambia wewe ndiwe Petro na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa wala malango ya kuzimu ya, ya nchi thelathini na mbili ni shilingi ngapi? Mimi naanza kwa kuhubiri hata mimi nitaishia wapi? Nimeanzia hiyo kuhubiri. Skrini moja ya nchi 32 ni shilingi ngapi? Hapa mbele <coughs> laki mbili na nusu <coughs> hey! Lakini asio ni nchi nyingi sana. Akibri na stili za kawaida zile. Bwana asifiwe sana. Amen. Tunahitaji tuweke screen kule nyuma ili nisiwe nasoma huko. Soma huko. Soma huko ni kunipa adhabu. Mimi nataka na soma kule. Screen ile kule. Amen. Usa mzaa kumwambia askofu. Mbona mwambie mwambie askofu? Anataka screen kule nyuma. Awe masoma Bwana asifiwe sana. Amen. Na hiyo laki mbili na, na sitini haihitaji kikao wala hahitaji tume wala baraza la uchunguzi. Bwana asifiwe sana, inahitaji watu kumi wa kutoa elfu ishirini ishirini, tumepata hiyo na watu hawa kumi, na naona wako hapa, si wanipe elfu ishirini kabla, nipatieni okay. hizo elfu ishirini ishirini tununue Fredi akame skrii kesho mm hii -hmm. Kongamano ni kubwa, nikubwa. Mimi nawaambia miaka mm -hmm. michache ijayo, habisa yupo, ayupo. Wewe mama Abisa, ni kwa pamoja Mwambie mshuwa na kutafuta Amen. Barikiwe wewe. Brighton. Mwishi miaka mingi. Mboto. Barikiwe wewe. Si mtu mwingine aje. Sele mwanangu si uje. Utaikyo. Ni kukope. Kukope. Ya hizi elfu ishirini mtanilipa. Bright. Asante sana kwa kwa. Aya. Asante sa. sana mahi. Asante. Bwana sifa sana. Manyimbo tunaoimba mengi ya Kiingereza toka mnaona huko. Na wale huko sababu wajua tatakuwa na soma kule. Wale tatakuwa na. John bado watu watano hivi. John. Na ninamwamini Bwana kwa kongamano hii haitakosa kitu. Hakuna chakula kitakachokosekana. Barikiwe maisha. Huyu tunamwita bilionea. Anaitwa Sey. Tunakongamano wewe unaenda mbio. Tunakongamana mwezi wa tisa wewe, wewe, wewe, rafiki yangu, wewe. Tunakongamana mwezi wa tisa na mwezi wa tisa mwakani. Tumeanza kunichangia, yeye ameshamaliza mchango wake milioni <coughs> moja. Wale elfu kumi bwana mja lako, wale elfu kumi kwa mkini, wanajua si elfu kumi nani jua? Ndio shida kujulikana na askofu ni issue kwa kweli.

Adema umekuja huku kweli. Ndakwambia hasa kurekodi mahubiri. Hii yote no problem, don't you worry. Magic. Magic, barikiwe. Ah. Potenti. Wewe, wewe nani? Timu potenti.